Kama kawaida ni wakati mwingine tena niita Esko, na hapa nazungumza moja kwa moja nikiwa e, mkoani Tanga, na ukiingia ndani kwenye njia hii unaingia kwenye kijiji kinaitwa Chongoleani. Sasa bwana, leo ni siku mbaya kazini kwa sababu e, nimetoka Tanga kuja kufanya content kwenye hichi kijiji ila kwa bahati mbaya e, mwenyekiti na mtendaji hawakunipa ushirikiano yani. Nimeambiwa kwamba Chongoleani ni sehemu ambayo ina historia kubwa sana E, zamani huko masuala ya utumwa na vitu kama hivyo, so nikaja hapa e, kufanya content ili pengine e, Tanzania na nje ya Tanzania waweze kujua nini hasa kinapatikana e, kina huku kuweza kujua historia ya hichi kijiji, ila kwa bahati mbaya ndio hivyo bwana e, mwenyekiti na e, mtendaji hawakunipa ushirikiano kiufupi, e, hawajakubali kuweza kufanya mimi kipindi kwenye eneo lao, na nilikuja huku wiki iliyopita nikamuomba nifanye kipindi ila akaniambia kwamba nije wiki hii, yani leo e, nikija leo uhakika nitafanya. Hebu ashumu kwamba nimechukua gari kutoka Dar es Salaam kuja Tanga, huo muda nimekuja na timu yangu, nimefika katika eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya ndo hivyo, nipo kwenye gari anasema bwana, mna itawezekana njoo kesho. Unajua zile sasa, hebu pata picha kwamba umejiandaa kabisa, muda wako, gharama ambazo umetumia, unafika huko alafu bahati mbaya tena kiongozi ya kubu ushirikiano, kiufupi hajakubali kuweza kufanya eh, kipindi kwenye eneo lake, na lengo ilikuwa ni kuonyesha tu eh, vitu ambavyo vinavutia eh, kama ambavyo nafanya kila siku, ila kwa bahati mbaya sikufanikiwa, na hapa naondoka, lakini nakwenda kwenye eh, eneo jingine, kwenye eh, sehemu nyingine, kwenye mji mwingine, nimeambiwa huko pia kuna historia nzuri, so labda eh, ni mipango ya Mungu. Unapanga hivi, Mungu anapanga hivyo. Kwa hiyo huku nimeshindwa kufanya, basi naelekea eh, sehemu nyingine. Nitawaambia ni wapi, lakini huko pia meambiwa kuna story kali. Kwa hiyo baki na mimi, so kesi.